Kaunti ya Bungoma imeripoti ongezeko la visa vipya vya maambukizi ya virusi vya UKIMWI, hatua ambayo imeibua wasiwasi miongoni mwa wadau wa afya katika eneo hilo. Haya ni kwa mujibu wa mkurugenzi wa idara ya afya ya kaunti hiyo Daktari Caleb Wata. Tulikuwa 2023, tulikuwa 2.3. Sasa hii as we stand is 1.7. Sasa tumemove mbele kidogo. Sasa, Another thing ile maambukizi mupya tuko watu 679 in Bungoma county, which means hapo hivi tume improve, like we are not doing well. Tunafaa tuendelee. Hiyo vitu yenyewe walikuwa nasema hapa hivi ati, mahali unafaa kuingia na, na karatasi unaingia bure, hiyo ndio vitu tunaze. Prevention. We condomize. We start from the basics akizungumza katika maadhimisho ya Siku ya UKIMWI Duniani yaliyofanyika katika uwanja wa KMTC mjini Bungoma, Daktari wa Tame amesema kuwa ongezeko hilo linachangiwa kwa kiasi kikubwa na idadi ya wanaume na vijana ambao mara nyingi husita kupimwa na kujua hali zao. kulingana na takwimu zetu za Bungoma kaunti, hizo new infection zinachangiwa sana na watu we call the youth so that means we need to do something on that. alafu utakuja unapata hiyo maambukizi tena iko more in female sijui kwa nini, but the answer is this. Wanaume hawataki kupimwa, anataka bibi yake apime na yeye mwenyewe. Mbona tunatumia wanawake hao, ndio kukua nini? Pia ni department of health itasaidia, ndio tupunguze hiyo. Sisi we just show the way, but that one is an individual. Why is it that wanaume hawapendi kupimwa? Daktari wata ameeleza kuwa tabia ya kutojitokeza kupima imekuwa kikwazo kikubwa katika juhudi za kudhibiti maambukizi mapya akiwataka wanaume na vijana katika kaunti hiyo kubadili mtazamo na kujitokeza kwa wingi kufanya vipimo. Kaunti ya Bungoma imeahidi kuendelea kutoa huduma za upimaji na ushauri nasaha, pamoja na kampeni za uhamasishaji ili kupunguza maambukizi mapya katika jamii. Sisi wote wewe, ukipeleka bibi yako kliniki, mbona wewe pia usipimwe? Mbona unamtuma ndani yeye apimwe ndio wewe useme hauna? Unajua, yeye akipimwa labda hana, kuna kitu inaita window period labda hiyo yako itaonekana sasa. So we have to come together all of us and imagine men, sisi wanaume situkue mstari mbele ya mbele ku make sure that we reverse some of these trends. Kutoka uwanja wa KMTC mjini Bungoma, mimi ni Alex Wekesa.